Kwa majina naitwa Enos Ndobeji Kalambo, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya yetu ya Magu. Chama cha Mapinduzi ni chama imara na chama chenye demokrasia kubwa, na mchakato mzima wa kuwapata wagombea utafanyika kwa uhuru na haki. Hakutakuwa na upendeleo, kwa hivyo wajitokeze kwa wingi ili wananchi wapate wigo mpana wa kuchagua viongozi wazuri na wanaowataka. Na niseme tu kwamba uh, viongozi watakaopatikana watapatikana kwa mchakato utakaoelekezwa na chama, lakini hakutakuwa na upendeleo wowote. Wananchi wasiwe na wasiwasi, wajitokeze kwa wingi na mchakato utakuwa wazi, huru na haki. Chama tumejipanga. Chama tuko vizuri sana mashina, matawi, kata, wilaya, kwa ujumla tuna utulivu wa hali ya juu na tuendelea kujipanga kwa ajili ya uchaguzi huu. Kwa hivyo wananchi wasio na wasiwasi, tuendelea kuhakikisha kwamba amani na utulivu unaendelea kuwepo wilaya yetu ya Magu, kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kwa, kwa amani na utulivu. Aa, nitoe wito tu kwa wananchi kujitokeza kwa wingi muda utakapofika wachukue fomu kwa wingi na waweze kuchaguliwa kuwatumikia wananchi. Tunaelekea asilimia mia moja, kwa sababu miradi mingi ya, ya, ya kiserikali imeshatekelezwa kwenye maeneo yetu, ukiangalia kwenye elimu, ukiangalia kwenye afya ukiangalia kwenye barabara kwa maana miundo mbinu na sekta zingine mbalimbali mbali, miradi imekushatekeleza kwa kiwango kikubwa sana, na wananchi wenyewe ni mashahidi, wanaona kwenye maeneo yao, hakuna changamoto kubwa sana, ni maeneo madogo tunamalizia malizia tu kuhakikisha kwamba ilani ina inakuwa asilimia mia moja bado kidogo tu, ambapo kwa muda huu tunaendelea kuhakikisha kwamba tunamalizia miradi hiyo kamilike tufike asilimia mia moja. Lakini kwa kweli usimamizi ulikuwa mzuri. Tunashukuru serikali yetu ya wilaya chini ya mkuu wetu, wetu wa wilaya Nasari, kwa usimamizi mzuri. Na sisi kama chama na kamati ya siasa, mimi mwenyewe na kamati yangu ya siasa, tumekuwa tukitoka kwenda kukagua utekelezaji huo wa ilani. Kwa kweli tunashukuru na tunaipongeza serikali yetu kwa usimamizi mzuri na kwa kuhakikisha kwamba miradi hiyo inakamilika na kutekelezwa vizuri kwa wakati. Mama Samia Suluhu Hasani anatupenda sana wananchi. Mama Samia Suluhu Hasani anaipenda sana wilaya yetu ya Magu. Mama Samia Suluhu Hasani ameleta fedha za miradi mingi ambayo inatekelezeka kwenye maeneo yetu. Kwa kweli mama Hatuna cha kumlipa zaidi ya kumpa kura nyingi Oktoba mwaka huu, wakati wa uchaguzi. Wananchi wote ni mashahidi, wanaona, na niseme kwamba tuendelee kumwombea, tuendelee kumwombea mama anayetupenda wananchi wake, mama ambaye anahakisha kwamba wananchi wanapata kila wanachokihitaji. Kwa hivyo niwaombe tu wananchi, tuendelee kumwombea Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili aendelee kutekeleza majukumu yake vizuri, na kwamba ilani ya uchaguzi inayokuja ikawe ilani yenye mashiko na inayogusa haja za wananchi. A, wananchi wa Magu waendelee kuwa watulivu, tunablokea kwenye uchaguzi, lakini pia tuendelee kuombea uchaguzi huu uwe wa amani na utulivu uwe wa amani na utulivu, na kwamba kuhakikisha kwamba kila jambo linalofanyika tuliweke chini ya mikono ya Mungu. Ninaamini tutakwenda kufanya uchaguzi mzuri na wa amani, bila fujo, bila rabsha zozote.